Waliwasili kwa njia tofauti katika eneo ambalo kwao lina umuhimu mkuu. <tipadilata> Eneo la Mlima Kenya katika kaunti ya Nyeri ikiwa ndiyo mahali ambapo waumini hawa kutoka jamii za Waluo, Wamijikenda, Wakikuyu, Waembu na Wameru walikusanyika, vijana, wanawake kwa waume Wakiwa wamevalia nguo zao za kitamaduni walielekea moja kwa moja katika eneo lililotengewa shughuli nzima. Kila mmoja anaonekana kunena na mola kuhusiana na taifa la Kenya pamoja na bara la Afrika. Kwa haya maombi ya leo tunakumbuka Afrika nzima, sisi tunatarajia kuona Afrika nzima ikitawala dunia. Tunataka kuiombea Kenya amani. Kenya ina matatizo uh, majirani wanateta kama mnavyojua, kule Masabet pia na sehemu zingine hazina amani. Kwa hivyo tumekuja tuungane na ndugu zetu tuweze kuombea Kenya amani. Makundi haya yakiongozwa na mkurugenzi wa makumbusho ya utamaduni wa Gikuyu na Mumbi, Ruth Wanjiku, yanaendelea kutangamana kwa densi. Kwingineko jamii ya Wamaragoli pia iliandaa sherehe za kukumbuka utamaduni wao katika mji wa Mbale, kaunti ya Vihiga. Gatete Njoroge, Citizen Nipashe.